hey s kusubscribe kwenye kurasa wetu wa goal 255 jambo la kusubscribe ni jambo zuri kwa sababu utaweza kujipatia habari zote za kimichezo zinazoendelea ndani ya goal 255 lakini kwa wale wapenda burudani mnaweza mkatufuatilia kupitia kurasa wetu wa tnctz kule ndo tunapita uh, maswala yote ya trending tunatupia uh, kule Sasa, Uh, tukianza direct uh, remember mara mwisho niliweza kuwatajia mishahara ya wachezaji wa Simba Sports Club na leo hii nipo na wachezaji wa Dar Young Africans. Eh, hawa bwana ni watani wa jadi okay. K uh, bila kupoteza muda tuanze direct kwa Djigui Diarra mwenye umri wa miaka 30. Kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni eh, kumi na mbili. Tukitoka hapo let's go direct kwa Msheri. Eh, bwana mdogo Msheri mwenye umri wa miaka 26 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tatu. wa miaka milioni apoadogoh. Hao ni magolikipa wawili wa Dar Young Africans. Let's go kwenye safu ya ulinzi ya mabeki ambapo tukianza na Job mwenye umri wa miaka 24 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni sita. Lakini pia Mwamnyeto mwenye umri wa miaka 29 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni Baka mwenye umri wa miaka 26 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni 6. Uh, tukitoka hapo let's go direct kwa Kibabage, ambaye Kibabage mwenye umri wa miaka 24 anachukua kwa mwezi Tanzania shilingi milioni 3. Lakini tukienda kwa Boka mwenye umri wa miaka 24 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tano. Lakini bila kumsahau mzee wa mainjari yao, Kwasi Atohola mwenye umri wa miaka 28 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni 6.7 yani milioni 6 na laki saba. Let's go direct kwa Israel Patrick Mwenda mwamba mwenye mapafu ya mbwa kushoto ukimweka anakaa kulia, ukimweka anakaa, mwenye umri wa miaka 25 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tatu tu licha ya performance yake kuwa kubwa, lakini tukienda kwa Kibwana eh, pia huyu ni walewale wale. Hana tofauti na Israel Patrick Mwenda. Utofauti wao unakuja kwenye miaka ambapo Kibwana ana miaka 24 while Kiba, uh, Mwenda ana miaka 25 ambapo, lakini wote kwenye upande wa mishahara wanachukua milioni tatu, tatu. Lakini let's go direct kwenye upande wa safi ya katikati CMF, CDF, eh, safiu ya katikati AMF ambapo Aucho mwenye umri wa miaka 31 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni kumi. Tukitoka hapo let's go direct kwa Sure boy ambaye mwenye umri wa miaka 31 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni nne. Lakini Mudathir Yahaya mwenye umri wa miaka 28 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tatu na laki tano. Lakini pia tukienda kwa nungunungu nungu, Mkude mwenye umri wa miaka 32 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni nne na laki tano. Okay, tukimalizana na Mkude, let's go direct kwa safu ya mbele ya ushambuliaji, ambapo tukianza na Aziz Ki eh Baba Hamisa shemeji la taifa mwenye umri wa miaka 29, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni 32. Lakini tukienda kwa Clatus Chota Chama mwenye umri wa miaka 33, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni 25. Lakini pia Pakome Zozwa mzee wa Mablitch mwenye umri wa miaka 27, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni 22. Ikumbukwe hawa wachezaji watatu wa Da Young Africans ndio wachezaji wanaochukua pesa ndefu zaidi kuliko mchezaji yoyote ndani ya Da Young Africans. Tukitoka hapo, uh, Kennedy Musonda anachukua uh, Kennedy Musonda ana mwenye umri wa miaka 30 anachukua Tanzania shilingi milioni saba. Lakini mwana wa mfalme Prince Pumelelo Dube anaingia kwenye ile list ya wachezaji wanaochukua pesa ndefu ndani ya Young Africans kwa mwezi, ambapo anachukua Tanzania shilingi milioni 25. Lakini kwa Clement Mzizi mwenye umri wa miaka 21 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni saba na laki tano. Okay, let's go direct to to the, uh, to the last but not least, uh, Abuya, uh, mwenye umri wa miaka 31 kwa mwezi anachukua uh, Tanzania shilingi milioni saba, lakini Ikanga Lombo, unaweza kaamini kwamba na miaka 23 tu huyo bwana mdogo kabisa kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tano. Lakini pia Maxim pia Nzegeli, uh, ikumbuka amemzidi miaka miwili tu. Ikangalombo mwenye umri wa miaka 25, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni saba na laki tano. Ulikuwa nami bin_yusuf23, unaweza ukanipata hivyo kwenye mitandao yote ya kijamii. Jambo la msingi, na nakukumbushia tena usahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, maana kusubscribe, habari zote za kimichezo utazipata hapa na sio sehemu nyingine. See you, see you until the next time.